Aeza tutafanya utaratibu na, na, na Sofia mikoba ambayo hatalisho inakaa huko inaombewa inaombewanajuwana <laughs> <laughs> mambo ya riski <laughs> eh, watu hawako vaibu, kwa hiyo tukondolee macho siku hiyo mkoba huko <laughs> Shusho amepiga maneno mazito na pale tutakuwa na ndugu zetu wale wasafi nao safi nao, yeah. Nao watakuwepo pale kwa ajili ya live na nini, tumejipanga. Mm -hmm. Shughuli wanayo. Mm -hmm. Mimi katika History Doctor mimi napenda sana kusikiliza mahubiri ya Kiislamu. Nataka Mm -hmm. niliweke ni, hili mlielewe. Mimi mashe wote, rafiki zangu napenda sana kusikiliza mahubiri ya kisafi lakini nikaja kugundua Waislamu wengi nao wanapenda kusikiliza nyimbo za Injili, yeah. wana Mungu alivyotubariki wa, unaweza kuingia nyimbo za kwenye gari ya Muislamu ukasikia nyimbo za dini ukamwambia hii, anakwambia shusha huyo. Na mheshimiwa mmoja akasema, bwana, napenda sana nirekodie ile kwenye nini kwenye flash nyimbo za dini, kati katiwa mtu sawa tano. Nikasema nchi hii Mungu kaibariki sana. <muchilis> Kwayo sisi umoja wetu kwenye taifa hili, dini ina mahala pake na siasa ina mahala pake. Kwenye dini hakuna siasa, kwenye dini kuna dini. Tunaliombea taifa letu na maisha, nafanyaje yanaenda mbele lakini pale ukumbi ule tumemkabidhi Sofia najiita Westwood Event, tumewakabidhi ule ukumbi. Tunataka ukiwa unaingia mule ndani yes. kama ndio unaenda peponi ndio ushaitwa na Jesus. Minawambieni haya mambo mule ndani, ukibahatika kuwa unaingia siku ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mtoko wa Pasaka, Ukifika tu pale getini, kama umezoea kuoga makombe acha. Kuna wengine hapo hawatoki bila kujimwagia washawasha kidogo, anajiita dawa ya mvuto. Washakaa sana kweli kweli, watu makombe. Na wengine pale wanataka pale acha pale. Ukifika, pale ukifika, ukiona unatetemeka, kuna ving'ora uto vikianza kulia wa, wa, wa, wa, wa. Ujue tayari umedas pale ukiwa unaingia pale meli hasa ukiwa mnaingia pale, wasani wangu nawaambieni, pale mkiwa mnaingia ni kama unaingia peponi, watu wamejipanga, naingia pale unapokelewa na maupako na madini na madini na... Sasa wewe beba kwenye begi vidude vyako hivyo, utajikuta umedondoka. Mnajijua wenye vidude lakini vile vile tumewaomba na hakutakuwa na wala mziki wa injili tu peke yake. kuna kwaya kuna kwaya ambazo nazo zitajumuika na sisi na kuna wahubiri wetu pendwa. Nikisema wahubiri pendwa, mnawajua wa nchi hii. Yaani sikuhiwe ya bwana balaa, wahubiri pendwa kiingia pale unaacha kimkoba chako kama umefazi kitu unapiga maombi kidogo, benelewa bwana. Ukipigwa maombi kidogo, maisha yanaendelea. Au aidha utafanya utaratibu na, na, na sofia mikoba ambayo hatarisho inakaa huko inaombewa inaombewa, si unajua bwana <laughs> mambo ya riski e, watu hawako vaibu, benelewa bwana, kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Machus, mkoba huko <laughs> kwa hiyo ni wakaribishi wa Tanzania wenzangu, tuje kwa maombi utashinda. ni mshukuru Mheshimiwa Rais, niwashukuru wasaidizi, ni washukuru viongozi wa nchi hii wote. Mwaka jana alitupa heshima kwenye mtoko wa Pasaka, alitupa heshima kubwa sana Waziri Mkuu wetu Kasim, Kasim Majaliwa Kasim alikuwepo. Ukitaka kujua kwamba hiki kitu sio cha mchezo mchezo, Mheshimiwa Kasim alikuwepo pale mpaka ikafika wakati tukamnong'oneza mzee kapumzike, maanake kila nyimbo inayoingia mzee ana dansi. Amenibadilisha huyu bwana mzee kukabadilishwa. Vitu vikawa vinaaje? <laughs> kwa hiyo mwaka huu mgeni wa sasa hivi mgeni wa sasa hivi ni bala hmm. Waingereza wanaita mgeni wa sasa hivi very important, atakuwa very important. Na nadhani mnaona nilivyo improve, nadhani mmeelewa nimeimprove nini. Kwa hiyo niwakaribishe watanzania wenzangu na wale mtakaoalikwa, tuje pamoja tufurahi pamoja, na hatuna la zaidi. Leo hatujaya kusema mambo mengi lakini kuelekea mtoko wa Pasaka tutakuwa tuna matukio mengi, shushu atakuwa yeah, na matukio mawili matatu yeah, mmejipanga kwa ajili ya kugusa jamii kidogo yeah. Lakini kuelekea mtoko wa Pasaka, vile vile tutaendelea kuwajulisha nini kinaendelea yeah, na mtaona huko kwenye mitandao yeah, nani na nani ameamua kushiriki nasi, lakini vile vile tutakuwa tuna kazi sana. Aa, ya, ya tumemchagua tumemchagua, tumemchagua lavu hapa una kazi sana ya kupokea wageni airport, sema kwa Kiingereza bana. Are you okay? Yes. Utakuwa una kazi sana ya kupokea wageni airport kutoka Kenya, kutoka wapi, na nimeongea na watu mbalimbali ambao nao wanatamani kuja, tunawaalika na mtoko huu wa Pasaka. Sio watu special, hapana, ni mtoko wa Watanzania wote, na tumeongea pale hadi pale nje pale pale nje kutakuwa kuna viti mm. Kutakuwa kuna screen kubwa mm. zinazoonyesha wa ndani wa ndani, kukijawa nje, kuna sehemu huduma inapatikana yeah. Ndani pakijaa, huduma nje inapatikana, screen kubwa hii. Maana yake Mungu ametubariki sana mm. na siku hiyo tunaweza tusirudi majumbani eh? age siku hiyo tuna tukapana bwana tukawaachia Ma maisha yetu tukawaachia, tukapana Bwana. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, karibuni waini mapema, tusherekee pamoja siku ya Pasaka. Asanteni.